Ninaposema habari za wito wa Mungu na jinsi unavyobadilisha maisha, inamaanisha ile namna ambavyo Mungu anamtaka mtu abadilike. Aliyekwisha kuitika wito ule wa jumla, anaitwa ili aweze kufanya jambo maalum. Haleluya! Na wito huu pia unaleta badiliko katika maisha mtu anapoitika wito huu maalum wito huu maalum unaweza kulenga mambo kata. Jambo la kwanza ambalo linaambatana na wito huu maalum ni pale uana Mungu anamuta mtu ili aweze kufanya kazi ya ile, ule ni wito maalum. Mtu anaweza kaitwa ili aweze kufanya kazi ya uinjilisti. Mtu anaweza kaitwa ili aweze kufanya kazi ya uchungaji. Mtu anaweza kaitwa afanye kazi yali ya ualimu. Huu ni wito maalum. Ili mtu aweze kuitwa kwa wito huu ni lazima awe ameitika ule wito wa kwanza, ule wito wa juu. Na wajibu wa mwanadamu juu ya jambo hili ni kuitika. Haleluya, ni kuitika pia. Mtu anapoitika ndio ule mchakato wa kubadilishwa na kubadilishwa, mchakato huo unaendelea, una mchakato huo unakuwa unaendelea. Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari ule wa kwanza nisome hadi mstari wa nne. Huyu ni Abrahamu, wakati huo wa alikuwa anaitwa Abraham, baadaye Mungu alipotimiza ahadi yake ya kumfanya kuwa taifa kubwa akambadilishia na jina akaitwa Ibrahim. Sasa wakati Mungu anamwita ni kweli, Mungu alikuwa na mpango kwamba kupitia Ibrahim aweze kumleta Yesu. Ndio maana anaposoma kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza unaona ataa anaanza kusema kwamba kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Huo ndio ulikuwa mpango mahususi wa Mungu kumwita Ibrahimu, lakini ule wito wa Mungu kwa Ibrahimu uliambatana na mabadiliko, ulisababisha mabadiliko yatokee yeah, katika maisha Ibrahim. Yon, yaleo, da, ya Ibrahimu inaonyesha mabadiliko yote yaliyotokea, na wakati anajuza naye, wakati huo Ibrahimu alikuwa sio mtu anayemcha Mungu, maanake alikuwa na ishi maisha ya kipagani. Haleluya alikuwa na ishi maisha ya kipagani, yeah, kipagani kabisa kwa sababu walikuwa wanaabudu ni kweli, yeye pamoja na baba yake Tera na ndugu zake kule Harani walikuwa wanaabudu abudu, lakini walikuwa hawaabudu Mungu wakeli walikuwa na mabudu mungu anaitwa nana, mungu huyo walikuwa na mabudu alikuwa ni mungu mwezi aliyekuwa anashughulika na mambo ya kuleka nuru, wakatia huyo wao wakamfanyawalikuwa na abudu huyo. Tunataashua kinazungumza mambo haya ko walikuwa na hawamchimue kabisa walikuwa hawana desturi ya kumwabudu Mungu wa kweli kabisa, lakini Mungu akawa na mpango wa kumleta wokozi duniani. Sasa anachagua kupitia kumleta kupitia kwa Ibrahimu. Sasa hili jambo hilo liweze kufanikiwa, anamuita Ibrahim atoke katika nyumba ya baba, katika nchi ya baba, aende katika nchi nyingine. Kitu cha kipekee sana ambacho Ibrahimu anakifanya, alikika, hakufikiria kwamba itakuwaje njiani. Maana ukizingatia maandiko utagundua wakati anaanza kusafari alikuwa hajui specific kwamba anaelekea wapi, lakini kitu alichokuwa amefanya ilikuwa tu ni kuamini kwamba aliyeniita ni Mungu, basi inapaswa kuondoka. Haleluya, akatoka. Aae kitabu cha Waibrania sura ya kumi na moja Waibrania sura ya kumi na moja na ule mstari wa waraka kwa Waibrania sura ya kumi na moja na ule mstari wa Biblia inasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa alitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa ueuzi akatoka asijue aendako. Unaposoma mau hua alianza safari akiwa hajui specifically anaelekea sehemu gani, lakini kitu alichokuwa na uhakika na, alichokuwa na uhakika nacho ilikuwa ni kwamba aliyeniita ni Mungu na anajua wapi anataka kiende. Kwa imani akaanza safari. Mungu anapomwita mwanadamu ili aweze kuacha dhambi na kumfuata na Mungu, huyu mwanadamu anakuwa hajawahi kuishi maisha ya namna hiyo, lakini mwanadamu huyu anatakiwa kukutika na kukubali, kwa sababu baada ya hapo kila kinachoendelea Mungu ndiye anayesimamia. Haleluya. Ibrahimu, wakati anaanza safari anaondoka mahali pengine, alikuwa anapita mahali penye maadui, alikuwa anapita maeneo ambayo na maadui anaondoka. Mungu ndiye alikuwa anamtetea, Mungu ndiye ambaye alikuwa anamwongoza, akaenda akaenda, lakini kama ilivyo kawaida, kama ilivyo kawaida, ile safari yake haikuwa nyepesi na ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kawaida. Unapokuwa unatumikia wito wa kwako, ila ni ule wito maalum au ni ule wito wa jumla, mtu yeyote anapokuwa anatumikia wito huu, huwa tunakuwa na vikwazo vingi. Vikwazo vinakuwa ni vingi, unaweza kupita kwenye mazingira magumu, ukapita kwenye mazingira magumu, ukapita kwenye mazingira magumu ili uweze kurudi nyuma. Hata Ibrahimu hayo yalitokea, utashangaa alipoenda alipofika alipofika haa pale, alisimama kwanza, simama kwanza pale mpaka baadae Mungu tena akamwambia, akawita tena ili aendelee. Kumbe Mungu alikuwa anataka Ibrahim aende katika nchi ya Kanaani. Haikuwa rahisi Ibrahim kuingia Kanaani, lakini baadaye tunamshukuru Mungu kwamba angvitu vikaanza kutokea na maisha yake akaanza kubadilika. Kwanza Wakati Mungu anamuita Ibrahimu, alikuwa na miaka sabini na tano, lakini alikuwa haja hana mtoto. Alikuwa hana mtoto, lakini ukifuatilia katika desturi yao ilikuwa ni kama laana, ilikuwa ni kama laana yeye pamoja na Sara kuwa hawana mtoto ilikuwa ni kama laana. Kitu cha kwanza ambacho kilifanyika, Mungu alibadilisha hiyo, akampa mtoto Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya, haleluya, manake tayari anaanza kubadilisha, kwa sababu ameitika wito wake, kwa sababu amekubali kuitika. Baada ya kuitwa na Mungu, tazama ule wito unaanza kubadilisha maisha yake. Haleluya, makwambia wito wa Mungu unabadilisha maisha mtu anapokubali kusema ndiyo kwa Bwana. Unapoitwa na Mungu ukasema na yako kitu ambacho ilikuwa umekitafuta kwa muda mrefu, unaweza ukashangaa akipata ndani ya muda mfupi, kwa sababu umeitika na Bwana anaanza kubadilisha maisha yao. Kuna watu walikuwa wanadharauliwa kabisa, lakini walipokubali kuitika baada ya kujitwa na Mungu, maisha yao yakabadilika. Wito wa Mungu unapokuja kwenye maisha ya mwanadamu huwa unaambatana na baraka, na ndio maana wakati Mungu anazungumza na Ibrahimu katika Mwanzo sura ya kumi na mbili, anamwambia nitakufanya uwe taifa kubwa na nitakufanya uwe baraka, na kupitia wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Haleluya, watabarikiwa. Kwa Mungu anapokuita huwa analenga kufanya kukufanya uwe mtu, anakuwa nalenga kukufanya uwe mtu. Ndio maana Mungu alipomwita Ibrahimu tayari akambadilisha ile hali, haikuwa mtu alielaniwa kuwa hana mtoto, lakini baadaye aliendelea kumbariki na kumbariki, kwamba unapoitika aidha uto wa jumla au uto ule maalum, mambo gani yatatokea katika maisha yako? Tuangalie mambo kama manne hivi yatakayotokea au yanayotokea unapoitika wito wa Mungu katika maisha yako. Jambo la kwanza litakalo tokea ni kurithi baraka ya Ibrahimu. Jambo la kwanza, kurithi baraka ya Ibrahimu unapokubali kuitika, Mungu anapokuita katika ule wito wa jumla, wito ule ambao Mungu anatuita sote ili tuache dhambi. Tunapoitika wito huo, tunakuwa warithi wa ile baraka ya Ibrahimu kubuka wakati Mungu anazungumza na Ibrahimu ili atoke katika ile nyumba ya baba yake, atoke katika ile nchi, aende katika nchi nyingine ambayo Mungu atamwonyesha, alimwambia nitakufanya uwe baraka na kupitia wewe mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Unapokubali napokubali kuitika Mungu anapokuita ukaitika, bila kujali historia yako, bila kujali uko wako, bila kujali wewe ni mtu wa taifa gani, lakini kitu kinachotokea baada ya wewe kuitika ni kwamba unakuwa mrithi wa ile baraka ya Ibrahimu. Ibrahim Bwana Yesu wa okay. ukisoma wa kitabu cha Galatia naiai hapa, Galatia sura ya tatu na mstari ule wa kumi na tatu na kumi na nne Maandiko yanazungumza vizuri. Wagalatia sura mstai wake wa kumi na tatu Bibilia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu anikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani ili kwamba baraka ya Ibrahimu Ibrahim iwafiki mataifa. Tulikuwa tumelaani kupitia dhambi ya Edeni, na kinyume cha baraka ni laana. Wakati so Mungu anamwita Ibrahimu, alikuwa anaanza mchakato kivitendo wa kumleta mwokozi mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Na ndio maana Mathayo anaandika anasema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu.